Shairi hili nimelitunga spesheli kwa mpenzi wangu, kipenzi cha roho yangu. Hii ni mkali ya nyonda, anajijua tu, sitamtaja kwa jina. Linakwenda kama utakavyo lifikia. Uwangunji wa siku kumi, kwenye penzi nimezama, urembo kole wa mami, tupendane bila koma, fanya adabu na mimi twende kamuone mama, sijiwezi bila wewe, jua langu malaika. Wewe kwangu namba wani, sijapata kama wewe, wajihi wako wakani, umbonalo sisemiwe maozi nayo lakini ni magololi ya jiwa, sijiwezi bila wewe, jua langu malaika, ukiniacha ntalia, machozi niongezewe, masikini ntaishia, kukonda tu bila wewe. Puresha kunipandia, mapenzi ya nizuzue, sijiwezi bila wewe, jua langu malaika.